Hatimaye jimbo la Bagamoyo limeweza kutoa majina ya wale walioweza kuitwa kwenye usaili katika kusimamia vituo vya kupigia kura, wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupiga kura au vya kupigia kura. Majina yenu ni kama jinsi yanavyoonekana katika PDF hii. Kwa hiyo, kama ulituma maombi katika halmashauri au jimbo la Bagamoyo, hakikisha unaipata PDF hii ili kuweza kuona majina yako na usaili utafanyika tarehe saba Oktoba. Usaili utafanyika tarehe saba Oktoba, zingatia tarehe saba Oktoba 2025 katika ukumbi wa chuo cha sanaa na utamaduni, katika ukumbi wa chuo cha sanaa na utamaduni Tasuba, kwa muda kama unavyoonekana katika kila jina la msailiwa. Kwa hiyo usaili ni saa mbili asubuhi kama jinsi unavyoona hapa. Majina ni kama hivi yanavyoonekana, kuna Abdalla Hamisi Ramadhani Abdul Esbando, Abdul Selemani, Dina Adelina, Adolfu Ahadi, Ahadi Mdindoko, Ahazina Ali Muhammed, <coughs> Ana Mari, Anesia Ana Charles, Aneth Roman, Aziz Mshana, Benson Beti, Bibie Boniface, Chausiku Claria, Consolata Debora, Delfina Devota, Dixon, Dixon Challenge, Dixon Innocent, Dina Emmanuel, Dorika Yohana, Doris Withman, Elias Kanangole. Majina ni mengi sana kwa hiyo sitaweza kusoma. Kuna majina angalia majina lakini, hakikisha wakati huo unasubscribe channel hii kwa update zote za karibu kuhusu ajira, elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Hakikisha unasubscribe katika channel yetu, lakini pia kuweza kupata PDF hii yote, hakikisha umejoin katika grupu letu la WhatsApp ili uweze kuipata PDF hii. Linki ya PDF hii, linki ya grupu nimekuwekea katika description ya video hii. Kwa hiyo hakikisha unafungua hiyo link, ili uweze kujoin katika grupu letu na uweze kupata PDF hii kwa haraka. Kila tangazo linapotoka, basi utaipata katika grupu la Feaboy, kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuweza tu kujoin. Hapa kuna majina mengi sana, majina ni zaidi ya elfu moja. Tuangalie kuna majina mangapi hapa, naweza kuona kwa haraka, haraka majina yaliyokuwepo katika jimbo la Bagamoyo kusimamia vituo vya kupigia kura jimbo la Bagamoyo utaweza kuona idadi ya majina yaliyokuwepo. <coughs> na kama unavyoona hapa kuna, kuna makarani waongozaji wapiga kura, makarani waongozaji wapiga kura pia majina yao yamewekwa hapa, makarani waongozaji wapiga kura jimbo la Bagamoyo makarani <coughs> <coughs> waongozaji wapiga kura, makarani waongozaji wapiga kura. Kwa hiyo majina ni mengi sana, majina ni mengi sana ni zaidi ya majina elfu moja ambayo yapo katika PDF hii. Kwa hiyo wewe, hakikisha unachotakiwa wewe kufanya ni kupata PDF hii kwa haraka sana, ili uweze kupata update yako, uweze kujua jina lako kama lipo, na usahau pia kushare video hii kwa wengi zaidi, ili wengi waweze kuona majina yao kama jinsi yalivyo. Asanteni na karibuni.